Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen sasa anasema wanasiasa ndio wanaofadhili magenge ya wahalifu yanayoendelea kuhangaisha kaunti kadhaa za Pwani. Waziri Murkomen akiwaonya wanasiasa wanaohusika kuwa chuma chao kimotoni. Francis Mtalaki anaarifu huku serikali pia ikipinga madai ya aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kuwa ilifadhili vurugu zilizoshuhudiwa katika kanisa alikokuwa eneo la Kasarani hapo jana. Kwa muda mrefu makundi ya vijana yamekuwa yakitawala mitaa tofauti na kuhangaisha watu hasa Mombasa na Kwale. Kufuatia kuchepuka tena kwa magenge haya na misururu ya matukio ya hivi punde, waziri wa usalama Kipchumba Murkomen amefichua wanasiasa ndio wahusika wakuu wa matukio ambayo yamekuwa yakiwakosesha wakazi usingizi. Wanaobeba msalaba mkubwa kulingana na taarifa za kijasusi ni wanaosaka viti katika uchaguzi wa mwaka 2027. Murkomen akiamuru maafisa wa usalama kukabiliana nao ipasavyo. That is an order we have given and you have my cover. Hakuna mtu atakutoa kazi na akuna mtu atakutisha ati atakupeleka wapi. We want to make sure that every person who is supporting criminal activities, drugs, gangs, we make sure that we get rid of those people from our midst. Akizungumza huko Mombasa, Murkomen amewaonya makundi ya wahalifu katika maeneo tofauti nchini, pia chuma chao kimotoni, elements ya Mungiki, mambo ya Chingororo, na nilisema hiyo. We will dismantle all these gangs and we want to assure you that where these gangs are attached to political leaders, we will arrest them and we'll make sure that they do not have uh, peace in our country. Serikali pia imejitenga na rabsha na vurugu zilizoshuhudiwa katika kanisa la PCA in Nairobi, alimokuwa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua. There is no place in the Republic of Kenya where we will allow any goons or gangs to invade any facility, whether it's a church, whether it is a school, whether it is a street. Uh, this country must be led by the rule of law. And uh, injustice anywhere is injustice everywhere. Kuchipuka tena kwa magenge wahalifu mkoani Pwani kumeonekana kuwa mwiba kwa wakazi. Sasa serikali kupitia Waziri wa usalama wa kitaifa Kipchumba Murkomen akiahidi kwamba atakwenda kukabiliana nao kikamilifu. Francis Mtalaki.